Imekuja kwa wakati mwafaka ambao tunalazimika sisi kama wataalamu kuipanga na kuisimamia kwa makini miji yetu ili iweze kutoa mchango katika ukuaji wa uchumi, lakini si ukuaji wa uchumi tu, ilete tija kwa maendeleo ya jamii na kuhifadhi mazingira katika kipindi hiki ambapo miji yetu imekuwa na athari za mabadiliko changiwa kwa kiasi kikubwa sana, kuwa na miji salama, stahimilivu na jumuishi kwa maendeleo zaidi ya kuwa na maarifa ya kwenda kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka elfu mbili na hamsini. Lakini mfanya tathmini ya kutosha juu ya usimamizi wa mipango mingi mlioko nayo, kwa kuangalia kilichopo sasa na tumwekwa kwenda, ndipo hapo unaweza kuona nini tuboreshe katika kupanga na kusimamia na kupata matokeo. Tunapopanga miji yetu, tunafikiria nini? Tunafikiria uchumi, tunafikiria biashara wezeshi, tunafikiria miji stahimilivu, tunazingatia mazingira, eh, ndipo leo hii tukija kupata taarifa hizi kuwa majengo yaliyokuwepo karibu yote, asilimia zaidi ya tisini na nne au nane. Yote ni makazi, yote ni makazi. Sasa leo hii tunakuja kupata asilimia tano poini mbili ndio tunakuja kuona taasisi zile ambazo ziko za kidini au viwanda au nyumba zingine za ofisi na nini. Lakini je, ofisi hizo zipi za ishi? Ndiyo hapa tunakuja kupata ni chini ya asilimia tatu. Je, dhana ile ya sekta ya ardhi ya kuleta tija katika uchumi na kuleta tija katika maendeleo ya jamii tunaiona kwenye uhalisia. Hayo ndio mambo ambayo ya kuyangalia. ieoua pako umejitokeza utaratibu naweza kusema kama ni mbaya, na huo utaratibu auhumiliki wa kuvamia maeneo ya wazi, bali vizuri tukiapo nao hapa mmeleza maeneo ya umma nayo yanavamiwa, lakini pamoja na maeneo hatarishi nayo yanavamiwa, lakini kuna tabia ya kubadilisha matumizi ya ardhi nayo hii inaonekana ni sufu. Nyinyi wataalamu wa mipango miji, jaribuni kuweka hivi vitu kwenye mpango maandishi, uunganisheni watu pamoja na maeneo yao ili kuwezesha ukuaji wa miji kiuchumi, na pia waunganisheni maeneo ya uzalishaji kama viwanda, maeneo ya utalii na kilimo cha mijini. Waunganisheni wauzaji na wanunuzi wa bidhaa mbalimbali, pamoja na kuunganisha maeneo ya wafanyabiashara ndogondogo ili kuinua kipato pamoja na mipango yetu, lakini mipango hiyo ituwezeshe kuwa na miji endelevu ambayo nimeitoka kuieleza hapa, lakini hii iwe ni kwa sababu ya kizazi cha sasa na baadaye, na hili kufikia lengo la Tanzania ambalo tunaelekezwa kwenye dira yetu ya taifa. Naomba tu nitoe wito kwa wataalamu ambao leo hii tuko hapa, naombege sana sana wakati tekeleza wajibu wenu, utumie dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka elfu mbili na hamsini katika kufanya kupanga mipango mbalimbali kwa ajili ya kuletea taifa letu maendeleo. Zingatie katika mipango yenu kuwa hiyo miji iwe ya kishindani, ya biashara iwe ya kitalii, na izingatia mazingira, na iweze kuimili mabadiliko ya tabia nchi na kuwa miji salama na mahali pazuri kwa kuishi na kufanya kazi.